Tunaona kwamba kampuni ya Media Bay inazidi kujitanua na wanafanya vizuri, na kama tunavyojua, hii ni, ni, ni brandi ambayo inajulikana, ni brandi ya kimataifa na wanafanya vizuri sokoni, kwa tunaamini kwa hii product, watafanya vizuri na wataendelea kuchangia vizuri kwenye mfuko mkuu wa serikali. Kama nilivyosema hapo awali kwamba hii sekta ya michezo kubahatisha inachangia kwa zaidi ya milioni mia sita kila siku. Kila tukilala tukiamka, milioni mia sita inaingia kwenye mfuko mkuu wa serikali, na hii ni kodi tu ile ya moja kwa moja, bado yale mapato mengine ambayo yanaingia kwa watu kama kipato ambacho sio direct nacho kinachangia pia kwenye uchumi wa taifa letu. Kuna sheria zipo, na tunawataka waendeshaji wazingatia hizo sheria kuhakikisha kwamba watu wanacheza kistarabu na wanazingatia sheria zilizopo. Na hata matangazo, kuna wakati maalum wa kutangaza matangazo ya michezo a kubahatisha na huwa tunawataka waendeshaji wafuate hizo sheria waendelee kurudisha kwa jamii tu, kwa sababu ni, ni sera ya kila kampuni kwamba wawe wanarudisha kwa jamii kama hawa Betway wanavyofanya. Majina, naitwa Calvin Jacob Mhina, ni meneja masoko wa Jackpot City Tanzania. Na siku ya leo hapa Serena, tunayo furaha ku launch brand yetu mpya ambayo ndio Jackpot City Casino tofauti na na. Hii ni platform ya watu kuweza kubashiri mtandaoni. Tofauti ya hii na platform zingine za kubashiri ni kwamba hii hapa ni kwa asilimia mia casino peke yake. Tumezoea ziko platform ambazo zina michezo kama ilivyo kandanda, basketball, lakini hii hapa ni asilimia mia michezo ya casino. Michezo ya casino na yote kindege, avieta, poka, blackjack na michezo zaidi ya elfu moja yote unaipata kiganjani mwako. Tunadhani hichi ni kitu kizuri kwa sababu ya usalama wako. Tumezoea kuwa na kasino ambazo inabidi uende na kasino nyingi ziko Dar es Salaam, lakini hii mtu yoyote aliyoko Songea, Tanga, Kilimanjaro anaweza kupata kasino mkononi mwake. Tumezingatia usalama wako, tumezingatia usiri wako. Kwa leo tunataka tuwatambulishe Jackpot City Casino, iko live na iko tayari kwa ajili yenu. Sasa tofauti ya hii Jackpot City Casino na platforms zingine za kubashiri ni kwamba sisi tunaweza tukasema kuna guaranteed wins na makampuni mengi ya kubashiri unashinda pale kwenye mtandao unapata hela yako pale, lakini sisi unashinda pale, lakini pia unapata tiketi kwa ajili ya kupata vitu vingi zaidi nje ya ile platform. Unaweza ukajishindia membership za gym, unaweza ukajishindia dina sehemu mbalimbali. Kwa hiyo tunatoa ile experience ya kwenye simu tunaileta kwenye ulimwengu wa asili, ili usikae tu kwenye simu yako, utoke na kuchanganyana na watu katika kitu kimoja. Cha muhimu pia tunakifanya kwamba katika kila jamii ambayo tuna operate. Kama mlivyosikia uh, sekta ya betting kwa Tanzania inachangia milioni 600, kila siku, masaa 24, imeingia katika mfuko wa serikali kama kodi za moja kwa moja. Bado kuna ajira ambazo sekta hii inatoa, lakini ukitoa ajira na hii pato linaloenda kwa taifa, pia tunataka kusaidia jamii ambazo sisi tunafanya kazi kwamba kutengeneza sehemu ambazo watu wanaweza kukaa, kwa Kiingereza tunasema recreational park kupanda miti katika hii maeneo. Kwa hiyo hata kama mtu yuko Dodoma, Kilimanjaro, tuna mpango kwenda mkoa kwa mkoa, kila jamii iweze kupata sehemu kama tunavyoziona kwenye movie, watu wanatembea na baisikeli zao, watu wanatembea na mbwa wao. Na sisi pia inabidi tu elevate tufike level hiyo. Hii ni brand kubwa ya kimataifa, sasa isiwe tu unaleta watu wa bashiri, na ule umataifa pia uhamishie hapa Tanzania. Kwa majina naitwa Jimmy Kenneth, ni meneja uendeshaji wa Jackpot City. Tunatambua, tunatambua sana eh, eh, ili eneo la uraibu, na kwenye product yetu tuna namna ambavyo mchezaji anaweza akajilimiti, labda akajiwekea limiti ya kiwango cha kucheza, labda anataka nicheze shilingi elfu moja tu ndani ya wiki, hilo linawezekana. Kwa hiyo mtu anaweza akajiwekea limit, lakini anapoona kwamba hawezi kuendelea ama anaona hiyo element ya uraibu inakuja, lakini pia tunao dawati la kuweza kushauri watu namna gani bora ya kuweza kunufaika na hii michezo ya, ya, ya Jackpot City. Kwa hiyo tuna hiyo option ambayo mtu anaweza akaomba ushauri na tukaweza kumguide namna gani ya kuweza kufanya, lakini pia anaweza akaset eh, limit yake ya kiwango cha kucheza, lakini kama anaona inazidi zaidi eh, tuna kitu tunakiita self